Gusa nyoyo na likatutamausha. Kusema kweli, msikilizaji, tumetamaushwa kutokana na kwamba mgomo wa madaktari unaingia uh, mwezi wa nne, yaani umeshapita mwezi wa nne unaelekea sasa mwezi wa tano, lakini athari ambayo hivi sasa imeanza kushuhudiwa katika kaunti tu ya Kiambu kuna watoto watoto ambao ni new borns mia moja thelathini na sita wamefariki kufuatia mgomo huo wa madaktari. Yaani, sababu ni mgomo wa madaktari, watoto wamekosa kuhudumiwa, na watoto hawa ni wapya kabisa katika dunia, lakini na hawakuiona dunia yenyewe. Wamezaliwa na imekuwa ni mapito tu, kama vile ambavyo sote ni wapita njia, lakini wao wakawa kuna sababu hii ya mgomo wa madaktari, madaktari hawa ambao wanadai mishahara yao ya miezi minne na sasa hivi mgomo huo umeshapita miezi minne, unaelekea sasa katika mwezi wake wa tano watano. E, na ni jambo ambalo ni la kutamausha na ni la hatari sana, ambapo watoto mia moja thelathini na sita, unajua ya Mungu ni mengi na huwa kazi yake haikosolewi, e, wala huwa hatuwezi kuitia kuitilia tashwishi. Ni kama vile asubuhi tumezungumza, abu tumezungumza, msichana yule amepigwa ngoto kwa na akafariki, tukasema sisi, tunasema ni amri ya Mwenyezi Mungu yeye. Na hawa watoto 136 pengine kulikuwa na rais hapa wa Kenya katika hawa mm, 136 in fact, mimi kama ningekuwa katika utawala hawa madaktari ningiwashtaki ni kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uhaini. Wameua pengine pengine rais wa, wa, wa wa, wa Kenya, ambaye alikuwa aje kuwa rais mbeleni huko, lakini ndio hivyo, na wao wanadai haki zao ambazo ni za mishahara, na watoto hawa wamefariki kutokana katika hospitali ya Kiambu level 5, eh, kuanzia mwezi wa, yani mwezi wa Septemba eh, inasemekana mwezi wa Septemba peke yake eh, watoto wamekufa thalathini na nne katika hospitali hiyo. Kwa kila sababu kuna reaction, kwanza tuanzie pale mm -hmm. kwa sababu this is a demonstration ama um, strike ambayo inafanyika na madaktari hivi sasa mm -hmm. ni halali yao mm -hmm. wanakubaliwa, kwa sababu wameizungumzia time and again mm -hmm. yale ambayo wanaipitia pale hospitali mm -hmm. but wanaona ya kuwa a lot of PR is actually happening. wakati ambapo hawa Eh, magavana, MPs watazungumza na language tofauti eh, ya kuwa wao wanajipigia kifua, wanasema ya kuwa everything is okay, everything is working, mm -hmm. but kwa ground mm -hmm. kila siku kitu ni different. Tofauti. Imagine these are 136 families ambao labda walikuwa yani they were excited Let's speak like that they were excited that they were going to have a new member in their families mm -hmm, but wamemiss kwa nini? Kwa sababu kuna uh, lack of uh, communication ama sit down mm -hmm, between two entities ambazo zinafaa kushirikiana mm -hmm. na hakuki, hakuhakikisha ya kuwa mambo yanasonga jinsi ambavyo ya yanafaa kusonga. mm -hmm. you see the reason why, uh, Omar Abud, mimi nitakataa na kusema yakuwa huwezi kulaumu kwanza hawa madaktari uh -huh. kwa sababu yakuwa leo hii unataka mm -hmm. kwa mfano huyu daktari aende kazini afanye kazi kwa umakini mm -hmm. but at the same time, at the back of his head, anajua yakuwa ameacha familia yake nyumbani hawajakula mm -hmm. Anajua rent is due, yuko karibu kufukuzwa Ufukuzwa katika ile nyumba, nyumba ambayo anaishi. mm -hmm. How will they be able to concentrate, especially wakati ambapo kuna surgeries ambazo wanafanya. mm -hmm. Unaelewa hawa, yeah. Kwanza interns mm -hmm. wakati ambapo wanapelekwa hapo sawa, wanaweza kuwa wamemaliza medical school but mm -hmm. at the same time they are not expertise in specific fields mm -hmm. unaona gaina Daktari wa kawaida general practitioner anaweza mm -hmm. kuzalisha mtoto mm -hmm. but kwa nini inakuwa preferable ya kuwa gaina afanye ile kazi? Kwa sababu yeye akona utaaluma a higher mm -hmm. eh, degree ya jinsi ambavyo amesomea. Iwapo kutakuwa na complication ya aina yoyote, nitakabiliana mm -hmm. nayo mm -hmm. vipi? Unaona mm -hmm. so that's why kuna uh, gynecologist, kuna pediatrician kuna urosurgeon, wote ni madaktari but wamefuzu ama wame concentrate na specific sector ambayo ndio ndona hiyo utaalamu nayo sasa. <laughs> so, so the reason why hawa watoto hawa, waliweza wa kufariki is because there was no presence ya hawa pediatricians. <laughs> Alafu the whole of Kiambu County hawa specialists wako like around I think 200 ambao wao wote wako on strike. Kwa sababu wanasema ya kuwa wakati ambapo tulistrike the very first time, two and a half months of our pay hatujaweza kulipwa kufikia sasa. Ndiyo. zile grievances ambazo zote tulikuwa nazo hazijaweza ku... kutimizwa. Kut, mm -hmm. Naona so bado tunarudi in the same environment, pesa zetu hamutaki kutulipa County inasema ya kuwa hatufai kulipwa, they keep on threatening us badala ya kushughulikia maswala ambayo hao wanazungumzia ama jinsi ambavyo wanataka vitu virekebishwe. Unajua, mm, eh, mm -hmm, um, uh, uh, najaribu sana, sana sana kujaribu kuangalia huyu wa kulaumiwa ni nani, kwa sababu nitakuwa mtu ambaye sitakuwa na kweli na ukweli iwapo nita, nitaanza kumlaumu daktari hapa, kwa sababu ndugu yangu, wakati mwingine madaktari wanafika pahali ambapo pahala panakuwa ni pagumu ndio imagine the whole eh, ile kazi ambayo unafaa ufanye kama daktari. Huyu ameingia ni mgonjwa hivi huyu ameingia, kila mtu na complication mm -hmm. alafu unajua kwa daktari hakuna ati eh, kwamba formula ni hii. Wakati mwingine katika kazi ambazo tunafanya, tuna bahati kidogo ma kazi zetu zinakaa sawa, lakini kwa daktari hii ni mm -hmm. emergency. Wakati mwingine unajua shughuli gani itaingia, anytime anaweza kupata emergency mm -hmm. a lot of stress ambayo anapitia huyu daktari sidhani kwamba anafaa kwa viwango vyovyote, kwamba amefikia pahali anajali ama anauliza kuhusiana na mshahara wake. Ndio. inakuwa kwamba serikali yetu, mm -hmm. kwanzia juu serikali ya juu, serikali ya kaunti inafaa iulizwe maswali makubwa sana. Ndio. na nadhani kwamba kuna mtu ambaye anafaa chukulia hatua. Watoto mia moja na thelathini na sita sita, watoto wengi sana, wengi sana ambao tunapotea, wamepotea ama wameweza kufariki kwa sababu hawakupatiwa matibabu ifaavyo. Hawa ni, o, hawa ni wazazi ambao pengine ni stress ambao watakuwa na, wanapambana nayo kwa miezi zi ambazo zinakuja za baadaye. Hata kama walimu ama wa, madaktari shughuli zao zishughulikiwa baadaye, hii ni stress ya hawa wazazi ambao watapitia muda mrefu sana. Mm -hmm. Nando najiuliza siju viongozi wetu wako wapi hawa? Sijui wako tu kwenye makampeni, alafu wanasahau ama kunaendaje? Kwa sababu mm -hmm. viongozi wetu hapa ndo wanafaa kuwa Mbona kiongozi asiseme mimi mshahara wangu basi icheleweshwe. mm -hmm. viongozi hivi sasa unajua walikuwa recess. mm -hmm. by the way na. No. the Senate, the MPs mm -hmm. walikuwa recess. mm -hmm. ni kweli mapumziko, wengine wanasema acha nipige ni hata nitoke ni, ni nje ya county kidogo, uh, nje ya nchi niende nipigwe na ni baris kidogo. mm -hmm. lakini yeye mshahara wake hauchelewi hata ikuweje. mm -hmm. mbona mshahara wake ichelewe? Mm -hmm. mbona iwe kwamba walimu uh, madaktari kama hawa wanalia? mm -hmm. wahadhiri ndio hao pia nao walikuwa wanalia. mm -hmm. na wengine mpaka saizi hawajalipwa Uh, ikiwa ni e, tatu na dakika ishirini na sita saa hizi ni za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ili kuweza kuifanikisha mada hii.